sasa kiwango cha chini cha kreatinini kinamaanisha nini kwa hiyo lazima tuelewe kwanza kreatinini ni nini kreatinini ni dutu inayozalishwa kwenye misuli na kisha kuachiliwa kwenye damu kwa hiyo kiwango chako cha kreatinini huwa kinahusiana moja kwa moja na kiasi cha misuli mwilini mwako kwa hiyo ukiwa na kreatinini ya chini tuchukulie wewe ni mwanaume mwenye umbo la wastani na uzito wako ni takriban kilo 60 kiwango chako cha kreatinini kinachotarajiwa kinapaswa kuwa kati ya nukta 0.8 hadi moja au chini ya nukta moja moja kama kiko chini ya hapo, chini ya eh, chochote ambacho ni dhamani ya chini kwenye vipimo vyako, hiyo inamaanisha kuwa una misuli michache. Hiyo inamaanisha unakula protini kidogo, misuli yako inapungua, jambo ambalo si zuri kwa muda mrefu. Ukiendelea kufanya hivi, misuli yako inapungua, kreatinini yako inashuka, unaweza kuwa na kiwango fulani cha uvimbe mwilini, ambayo inamaanisha kuwa hauna lishe bora na unaweza kupata maambukizi kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo kreatinini ya chini ni sawa na misuli michache, hiyo inamaanisha haukuli protini ya kutosha. Kwa hiyo wakati kreatinini yako iko chini, unapaswa kupimwa na kuona kiwango cha misuli yako ni wapi, kwenye lishe yako kuna makosa, halafu ubadilishe lishe yako.